ZOI tumelenga kuwasaidia watu ambao ni wa chini, na ndio maana ukiangalia katika kozi tulizokuwa nazo hazihitaji qualifications kubwa ili uweze kujiunga na hizo kozi. Na katika hizi huduma ambazo tupo nazo, tuna huduma ya lugha ambayo kuna English course, Kijerumani, Kifaransa, Kitaliano, ki, Kichina, Kirusi, Kispain, Kiarabu. Tuna course za computer, mambo ya Word, Excel, Publisher, PowerPoint na kadhalika. Kuna course za utalii kuna kozi za urembo mambo ya makeup, urembo wa, make wa nywele, uchoraji wa piko na hina, kuna mambo ya ushoni, kuna mambo ya udereva, yani driving course. kuna upishi na upambaji wa keki. Kwa hiyo ukiangalia hizi kozi ambazo mtu yoyote anaweza akajiunga na kuweza kujifunza kozi hizi na kuweza kuondokana na utegemezi katika familia, lakini vile vile kuweza kuwa ni mmoja kati ya changiaji ya pato la taifa katika hii nchi yetu. Ah uh, jinsi ya kujiunga ni rahisi ZOI. Ni rahisi mno na eh, hatua ya kwanza wewe ni kuweza kufika ofisini. Ukaweza kupata maelezo ya kina, nadhani chukua jua fomu shilingi elfu tano tu. Ni amount ambayo kila mmoja anaweza kaimuru, ni ndogo mno. Lakini vile vile sisi lengo kubwa ni kusaidia jamii, ni kusaidia jamii. Na ndio utakuta hata eh, ada zetu ni ada ambazo tutasema ni reasonable. Kila mmoja anaweza akazimudu. Kwa hiyo niendelee kuwashauri badala ya mtu ambaye hapo kafeli form four mfano au kafeli form 2, badala ya kukaa nyumbani, nadhani sio njia nzuri. Kuna uwezekano akapata vishawishi na kuingia katika magenge yasiyokuwa na msingi na kuharibu maadili yetu. Kwa hiyo ni shauri tu, jifunze lugha yako, jifunze lugha zako, ili mwisho wa siku unaweza ukawa labda tour guide, unaweza ukawa e, labda e, mfanyakazi wa hotelini au eneo lolote ambayo unahisi ni la kufaa. Kwa hiyo kuna kozi za computer hizi ambazo za kuwezesha hata labda kuanzisha e, eh, ki, kama ki library chako, maisha kaenda kaenda, au kama ni unimwajiriwa, mfano kuweza kuifahamu kompyuta ile, mwisho wa siku uweza ku, kuwa na ufanisi katika eneo hilo, nadhani pia ni vyema. Lakini vile vile tuna kozi za urembo, tumekuwa ni mashuhuda hapa Zanzibar, especially hapa Zanzibar kwetu, maarusi kila siku yanakuwepo. Lakini vile vile wanawake, ni eneo ambalo nalipenda sana, eneo la urembo. Sasa wewe badala ya kupoteza pesa zako, e, eh, kwenda saluni labda kupambwa kila siku, wewe unapojua hizi huduma ni rahisi kuweza kumpambia bwana na mambo mengine yakaendelea vile vile. <laughs> Kwa hiyo nadhani ni eneo mzuri. <laughs>